Karibu sana kwenye Kenya wantam Movement, KWM. Mimi ni mwenyeji wako. Leo tunakwenda ndani zaidi, eh, kuchambua maandishi muhimu yanayotazama Kenya yetu zaidi ya miaka hamsini tangu tupate uhuru. Asante, na mimi niko hapa kuchangia maandishi haya. Yani, yana nguvu sana, yanatukumbusha matumaini tuliyokuwa nayo pale mwanzoni kabisa, matumaini makubwa Sivyo? Shule bora, hospitali kwa kila mtu, heshima kwa mfanyakazi. Ahadi zilikuwa nyingi ha, kabisa. Lakini maandishi yanahoji, ziko wapi ahadi hizo leo? Kwa wengi inaonekana kama ndoto tu iliyopotea hewani hmm. Hebu tuanze na uhalisia wa mitaani, kama maandishi yanavyoeleza. Unapotembea tu vijijini, mijini, unaona nini? Unaona uh, umaskini ambao umekuwa kawaida. Watu wameuzoea. Hospitali zile za umma, hali yake inasikitisha. Wengine wanaziita mitego ya kifo. Mitego ya kifo? Hilo ni neno zito. Na shule nyingi nazo majengo yanaporomoka. Inahuzunisha. Na hapo ndipo unaona ule utofauti mkubwa. Yaani pengo kati ya mtumishi wa umma yule anayeishikilia nchi kweli na baadhi ya wanasiasa. Hapo kwenye watumishi wa umma mishahara yao haitoshi hata kidogo wengi wanaangaika wakati huo huo unaona wanasiasa wengine hata hawana tuseme sifa kubwa kielimu lakini wanapata mamilioni kila mwezi maandishi yanahoji kwa ukali huu si wizi uliohalalishwa ni swali zito sana na linatupeleka kwenye mzunguko wa siasa na chaguzi au sio kila baada ya miaka mitano ni kama tamthilia, eh? Watu wanapanga foleni, wana matumaini mapya, wanabishana kuhusu vyama, kuhusu makabila, wanapigana kwenye mitandao ya kijamii kabisa. Halafu nini kinatokea? Mzunguko unajirudia, wachache wanapanda juu, wengi wanazidi kuzama chini. Yaani ni kama kama maigizo tu. Maandishi yanasema hii si demokrasia hasa. Unaendelea kimya kimya, nyuma ya pazia, na wezi wa umma kama wanavyoitwa wamekuwa jasiri sana, hawaogopi tena. Wanaiba mchana kweupe, wanasema wanaonyesha utajiri wao mitandaoni bila aibu, wanajenga mahoteli makubwa, majumba ya kifahari. Pesa zinatoka wapi? Na wanajua au wanaonekana kujua kwamba hakuna kitakachotokea. Polisi watawalinda, mahakama zitachelewesha kesi, na sisi wananchi tutaongea kidogo, tutalalamika Facebook, WhatsApp, halafu basi. Maisha yanaendelea kama vile ni kawaida. Lakini na hapa, kuna mwanga maandishi haya hayabaki kwenye kulalamika tu, yanatambua kuna kitu kinaanza kubadilika. Hasa yanawataja vijana, kizazi kipya, Gen Z. Hawa walikataa kunyamaza, walisema imetosha, walijitokeza kwa nguvu: Nairobi, Kisumu, Eldoret, Mombasa, Nakuru, kote nchini. Walitumia mitandao kujipanga, walizungumza kwa sauti moja, sauti yenye nguvu, wakidai mambo ya msingi kabisa: shule bora hospitali zinazofanya kazi, mishahara ya haki, uwajibikaji. Madai rahisi lakini muhimu sana, na walikabiliana na upinzani mkali, vitoa machozi, maji ya kuwasha, hata risasi, kwa masikitiko mkubwa. Lakini hawakukubali kunyamazishwa, walisimama imara kweli, ujasiri wa hali ya juu. Lakini maandishi yanaeleza pia kitu kuhusu mm, taasisi nyingine ndio yanadokeza kuwa wakati vijana wakipambana, baadhi ya taasisi kama viongozi wa dini, wazee walikuwa kimya. Wengine hata waliwalaani. Hilo linaonyesha nguvu ya vijana, lakini pia upweke fulani, labda kama usaliti, maandishi yanavyosema. Ni hali ngumu, lakini pia inaonyesha kwamba nguvu ya umma ipo, hasa ikiamka. Na wewe msikilizaji, una nafasi yako hapa kabisa huu ni wakati mzuri wa kukukumbusha wewe unayetusikiliza unaweza kuwa sehemu ya mabadiliko haya wito wa kwanza wa kuchukua hatua tembelea sasa hivi tovuti ya www.wantamnotam.com nenda pale fungua akaunti yako ni rahisi sana utakuta orodha ya kaunti zote 47 kaunti yako ipo pale chagua kaunti yako anza kuchapisha shiriki mawazo yako unaona nini kijijini kwako mjini kwako mapendekezo sauti yako ni muhimu sana sawa. Tukirudi kwenye mifano halisi, hospitali, yaani hali inayoelezwa inahuzunisha. Wagonjwa wanaambiwa wakanunue dawa zao wenyewe mm -hmm, yaani hata Panadol au sindano. Inasikitisha familia kulala sakafuni kando ya vitanda kwa sababu wodi zimejaa. Mashine muhimu kama X-ray, CT scan, zinakaa zimeharibika miezi hata miaka. Wahudumu wenyewe wanagoma au wanafanya kazi katika mazingira magumu mno. Wakati huo huo, picha kwa upande wa pili ni tofauti kabisa. Viongozi wanasafiri nje kwa matibabu Dubai, London, India, kwa kutumia kodi zetu sisi, sivyo? Kodi zile zile ambazo zingeweza kuboresha hospitali zetu hapa nyumbani. Na hali hii inafanana na ile ya shule. Ni kweli watoto wanasomea chini ya miti walimu wanatoa pesa mfukoni kununua chaki, wanafunzi sita wanachangia kitabu kimoja, wakati watoto wa wenye nacho wako shule za gharama kubwa, pengine hata nje ya nchi. Pengo linaongezeka tu, na wale watumishi wa umma, uti wa mgongo wa nchi, makarani, polisi, wauguzi, walimu, wahandisi, maandishi yanasema hawatendewi haki. Mishahara inachelewa, hakuna kupanda vieo kwa haki, heshima yao inapotea. Wanavumilia sana. Wakati wao wakivumilia, upande mwingine Pesa za umma zinatumika vibaya. Madai ni hayo, wanasiasa wanajiongezea mishahara, wanapandisha bei za zabuni, wanasafiri kwa anasa, wanabuni miradi hewa ili pesa zitoke, wanafanya kazi na marafiki zao, yani ni kama mali yao binafsi, na historia inatupa mifano mingi, au sio? Goldenberg, Anglo Leasing, Eurobond, kashfa za COVID-19, mabua hewa, mfuku wa jumba, hadithi ni ile ile tu. Mabilioni yanapotea, hakuna anayewajibishwa kikamilifu. Hapa sasa ndipo wito mzito unatoka: tuache kujifanya hii ni hali ya kawaida kabisa. Kenya si maskini, inaibiwa. Pesa zipo, lakini zinachukuliwa na wachache kabla hazijatufikia sisi. Kodi zetu zinajenga majumba yao badala ya madarasa yetu, jasho letu linalipia misafara yao badala ya vitanda vya hospitali, yani ni hali inayohitaji kuangaliwa upya na suluhisho linalopendekezwa ni neno kubwa: mapinduzi. Mapinduzi, lakini si ya fujo, sivyo? Hapana kabisa, si mapinduzi ya damu, ni mapinduzi ya akili, mapinduzi ya kukataa. Kukataa kukataa nini hasa? Kukataa kupokea rushwa ndogo ndogo za uchaguzi, kukataa kushangilia wezi kukataa kugawanyiwa kwa misingi ya ukabila na wezi hao hao. Kukataa kuwachagua tena waongo. Kukataa kuabudu wahalifu walioharibu mustakabali wetu. Ni kukataa kwa nguvu zote, na badala yake kukubali umoja. Tukatae pamoja, tudai heshima pamoja: walimu, wauguzi, wahandisi, makarani, bodaboda, wanafunzi, wakulima, wote kama kitu kimoja. Mantiki ni kwamba tukiwa wengi na wamoja hawawezi kutupuuza, hawawezi kutununua sote, hawawezi kutupiga risasi sote. Nguvu iko kwenye umoja, na madai yawe wazi: shule zinazoandaa watoto wetu, si kuvavunja moyo; hospitali zinazoponya, si kuua; mishahara inayolingana na kazi ya watumishi wetu; uwajibikaji, si visingizio. Mambo ya msingi. Ujumbe ni kwamba mamilioni hawawezi kuendelea kuishi hivi huku wachache wakizidi kutajilika kwa mali ya umma, na uchaguzi pekee haujatosha. Mabadiliko ya kweli, kama maandishi yanavyosisitiza, hayatoki tu kwenye sanduku la kura, yanatoka pale sisi tutakaposimama pamoja na kukataa, kukataa makombo. Na mwisho, ukumbusho muhimu: hakuna atakayetuokoa, si nchi za nje, si wafadhili, si NGOs, si wanasiasa wenyewe, ambao wengi ni sehemu ya tatizo ni sisi. Sisi ndio tunaweza kusimamisha huu uporaji, sisi ndio tunaweza kudai haki, sisi ndio tunaweza kulazimisha heshima irudi. Ni sisi wenyewe, katika shule zetu, hospitali zetu, maeneo yetu ya kazi. Kauli mbiu ya mwisho inajumlisha yote: miaka hamsini imetosha, miaka mingine hamsini haiwezi kupotezwa. Wakati ni sasa, wajibu ni wetu, tuamke pamoja. Hmm, uchambuzi mzito kweli. Tumeona hali ya kutoridhika masikitiko, lakini pia wito wenye nguvu ya matumaini, uwezo wa wananchi kuleta mabadiliko, ndiyo hasa kupitia umoja na kitendo kile cha kukataa. Nguvu iko mikononi mwetu, tukiamua kuitumia, kusimama pamoja, kudai haki na heshima. Na tunakuachia wewe, msikilizaji, swali la kutafakari: ukiendeshwa na hii ari ya kukataa na kudai mabadiliko ni hatua gani ndogo, hata moja tu, unaweza kuanza kuichukua leo hapo ulipo, kwenye jamii yako, kazini kwako? Kila hatua ina umuhimu, hata kama ni ndogo. Na njia moja nzuri ya kuanza ni kujiunga na jukwaa linalolenga kuwezesha haya mabadiliko. Wito wa pili wa kuchukua hatua, tunakukumbusha tena, tembelea www.wantamnotam.com. Hakikisha umefungua akaunti yako kama bado. Kumbuka, kaunti zote 47 zipo pale. Tafuta yako, anza kuchapisha, kushiriki mawazo. Hii ni njia ya kuanza safari ya mabadiliko unayotaka kuona kijijini, jijini na katika taifa letu. Sauti yako inahitajika. Asante sana kwa kusikiliza Kenya Wantam Notam movement, KMW podcast. Kuwa na wakati mwema.